Hello, karibu tena katika chaneli yetu, sisau kusubscribe, kulike na kushea video zetu. Asante. Na leo naenda kukuangalia jinsi gani tunaweza tukafanya registration kwa mfumo wa RITA. Mfumo wa RITA tunajua ni mfumo wa serikali ambao una hakiki vyeti cheti chako cha kuzaliwa, utaambiwa ka hakiki RITA online. Kwa hiyo utaingia kwenye google chrome yako, utafika hapa hivi. Utaandika kwenye chrome yako kwenye simu au kwenye laptop, utaandika RITA online au RITA application vyovyote vile utavoweza, utaandika. Ukishaandika uta click kwenye RITA, RITA itafunguka. Kisha kuja hapa, kuna kuregister, kuna kusign in, kuna kucheck now kuna kuchik, lakini hizi zote hazikuhusu hapa. Lazima uangalie wewe hapo, unafanya registration ya cheti cha kuzaliwa na kifo, maana yake ni ofisi ya vizazi na vifo. Kwa vile vile jinsi utavyoenda, utapokuwa na hakiki cheti cha kuzaliwa utakiki register hapa, utafungua account kwenye huko. Kwenye account utakuwa na hakiki vitu viwili, aidha kama una cheti cha, cha kifo unataka kuhakiki utakiweka huko, na pia katika ukiwa na cheti cha kuzaliwa unataka kuhakiki utakiweka huko, na lazima kiwe kwenye mfumo cheti chako cha kuzaliwa utapeleka stationery, kitakuwa scan ndio, kisha kiscan, atakuwekea ataku kwenye simu yako. Na au cheti cha kifo utakiscan hivyo hivyo, utaweka kwenye simu yako then kisha utaviupload vije huku, hakikisha scan document, na kwa hiyo inakuwa mfumo wa PDF, kisha kiscan atakupa then, ile scan document ndio utaiweka huko. Kwa hiyo ukishapata cheti chako cha kuzaliwa aidha ni wilayani wapi uko ambapo unacho utaki Scan kwanza ukishika scan kwanza ukiweza kuupload kwa hakiki na malipo ni elfu sita ikizidi sana, na hizi itakuwa elfu sita mia tano utailipa wewe mwenyewe serikali. Na pia kama utataka watu tukufanyie, mimi hapa nikufanyie, utaniongezea shilingi elfu mbili kwenye elfu sita kwa jumla itakuwa elfu nane. Lakini kwa stationery unaweza ukaambiwa wao kwa kufanyia inaweza ikawa elfu tano au elfu kumi sehemu zingine. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kuangalia, na kama utataka kunicheki mimi Unabonyeza sifuri sita tano tano thelathini na moja themanini na mbili kumi na saba au hapo chini kwenye description. Tafadhali sana usisahau kusubscribe, kulike na kushea video zetu. Asante mpaka wakati mwingine, see you.